Baada ya kurudi mjini kutoka kijijini, moyo wa Juma ulikuwa umejaa nguvu mpya. Alijua sasa kwamba maisha yake hayakuwa tu ya kujenga karakana, yalikuwa ya kujenga mustakabali wake, familia yake na watu waliomwamini. Kila alipotembea barabarani, alikumbuka sura ya mama yake ikimwambia, "Usibadilike kwa sababu ya mafanikio, badilika kwa sababu ya malengo yako." Siku za karakana ziliendelea vizuri na wateja wakazidi kuongezeka. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, changamoto mpya zilianza kujitokeza. Mji wa Dar es Salaam haujawahi kuwa sehemu rahisi. Biashara kubwa zilianza kufunguliwa karibu, zikiwa na mashine za kisasa na matangazo makubwa, jambo lililowafanya baadhi ya wateja wa zamani kuhamia huko. Siku moja, Juma alisimama nje ya karakana akiangalia watu wakipita kwa haraka. Alihisi mwili wake ukipata uzito wa mawazo. Mzee Rashid alimkaribia na kumtapika bega. "Kijana," alisema kwa sauti tulivu. "Biashara haiendeshwi kwa nguvu tu, inaendeshwa kwa akili. Tumezoea kufanya kazi kwa mikono, lakini sasa muda wa kubadilika umefika." Maneno hayo yaliingia kwa kina ndani ya moyo wa Juma. Usiku ule alikaa akifikiria. Akaamua kufanya jambo ambalo halijawahi kufanywa na karakana yao. Alianza kwa kubadilisha utaratibu. Badala ya kungoja wateja, alianza kuwatembelea katika maeneo yao ya kazi: warsha, viwanda vidogo, mafundi baiskeli na hata mafundi nyumba. Alitumia ucheshi na adabu alizojifunza kijijini kuwashawishi kujaribu huduma zao. Polepole, jina la karakana lilianza kusikika tena mtaani. Lakini mafanikio hayo hayakuja bila changamoto. Mmoja wa mafundi wapya waliokuja mjini, kijana aitwaye Bakari alianza kuwashawishi wateja kwa bei za chini sana. Mara nyingi wateja walirudi kwa Juma wakisema, huyu kijana mpya anafanya bei rahisi zaidi, mbona nyinyi mko juu? Juma aliwaza, akapumua na kusema kwa upole, bei ya chini haiwezi kushinda kazi ya uhakika. Jaribuni mara moja, mtakuja kuona tofauti. Wengi walidhani ni maneno ya kujitetea mpaka siku ambayo fundi Bakari alipochakaza vipuri vya wateja wawili wakubwa na kuwasababishia hasara. Baada ya hapo, wateja walirudi kwa Juma na kusema "Kumbe ulikuwa unatuambia kweli." Hilo lilikuwa fundisho kwake kwamba uadilifu hauhitaji kelele, unajithibitisha kwa matendo. Wakati biashara ikiendelea kukua, Juma alianza kufikiria zaidi ya karakana. Alitaka kujifunza matumizi ya mashine za kisasa, mitambo ya kulehemu ya umeme, na teknolojia mpya ambayo ingeifanya karakana yao kuwa ya kipekee. Alimwambia Mzee Rashid, Mzee, nataka tusisalie hapa hapa, tukibaki nyuma mji utatuacha. Mzee Rashid alimwangalia akatabasamu, hayo ndiyo maneno niliyotaka kusikia. Kwa pamoja walianza kupanga mikakati, kuomba mkopo mdogo, kununua mashine moja ya kisasa na kuendeleza eneo la karakana. Ilikuwa hatari, kwani fedha walizokuwa nazo zilikuwa chache, lakini kila mafanikio mazuri huanza na uamuzi mgumu. Wakati huo huo, maisha yao binafsi pia yalibadilika. Juma alianza kurudi kijijini mara kwa mara, mara nyingine akileta zawadi ndogo kwa mama yake: unga, sukari, kanga, hata laki moja ya matumizi. Mama yake hakuwahi kuomba chochote, lakini kila alipomwambia asante mama kwa kunilea, machozi yalikuwa yakimjia. Kijijini vijana walianza kumwona kama mfano. Walimwambia Juma, sisi pia tunataka kuja mjini, tunawezaje kuanza? Aliwapa ushauri wa kweli, si hadhari tamu. Mji sio mashindano ya mbio, ni marathon ya uvumilivu. Msipojifunza nidhamu, mtarudi mapema sana kuliko mlivyoenda. Kadri muda ulivyoendelea, Juma alianza kuona nafasi mpya. Wateja walihitaji huduma za haraka na mashine za karakana zilikuwa za zamani. Alijua bila teknolojia mpya wasingeweza kukaa sokoni muda mrefu. Akaanza kujisomea kupitia simu, video, makala na mafunzo ya ufundi. Kila siku baada ya kazi, alikaa na daftari lake akiandika alichojifunza. Usiku mmoja, wakati anafunga karakana, aliona mtu akisimama nje, mwanamke wa umri wa matakano mwenye macho ya uchovu, kama mtu aliyepoteza kitu muhimu. Alikuwa ameshika mashine ndogo ya kuchomelea mkononi. Samahani, alisema, nimezunguka kila mahali, kila mtu ananiambia hii mashine imekufa kabisa, lakini niliambiwa labda hapa mnaweza mkaniambia ukweli. Juma alipokea mashine akaikagua. Ni kweli ilikuwa imeungua sehemu yake muhimu, lakini bado ilikuwa na nafasi ya kutengenezwa. Alimwambia, tunaweza kuijaribu, haitakuwa kazi rahisi, lakini sio haiwezekani. Mwanamke huyo alipumua kwa mara ya kwanza. Santo ingeaingia, hii mashine ndiyo inaniweka hai bila hii sina kazi kabisa. Maneno hayo yalimgusa Juma kwa nguvu. Alifanya kazi usiku mpaka mifupa ya mikono ikamuuma. Aliifungua, akabadili waya, akafanya majaribio mara kadhaa. Ilipofika saa kumi alfajiri, mashine ilitoa sauti ndogo, ishara kuwa imefufuka. Alipomkabidhi yule mama mashine asubuhi, machozi yalimtiririka. Mwanangu, umeniokoa. Juma hakujivuna. Alitabasamu tu na kusema kila binadamu anahitaji msaada wakati fulani. Habari za tukio hilo zilienea mtaani kama upepo, watu walianza kusema karakana ya Mzee Rashid na kijana ambaye sio tu mfundi, ni mtu mwenye moyo. Hapo ndipo safari ya Juma ilianza kuchukua mwelekeo mpya, sio tu biashara, iliyokuwa jina lake lilianza kuwa hadithi ya msukumo kwa watu wengi, na wakati alisimama nje ya karakana jioni ile upepo mdogo ukimpiga usoni, alijua jambo moja: safari yake bado haijafika mwisho, inaendelea, na safari zinazokuja zitakuwa kubwa zaidi, ngumu zaidi, lakini pia zenye matumaini makubwa kuliko yote.